Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24. Hii ni tv yako ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Ni muda wa kuweza kupata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Alimas tuanzie na huko Baraka ambako vikundi vya wazalendo vimepata msaada wa vyakula na visivyo vyakula toka kwa wabunge wane wa taifa wachaguliwa tarafa la Fizi, msaada ambao umetolewa Jumamosi hii ya tariki 31/2025 ndani ya uwanja wa mpira wa Lumumba mjini Baraka. Katika neno lake, mheshimiwa Basoshi Ubwetofil, moja kati ya wabunge hao, wa wameonyesha ni wapi msaada huo ulipotokea na jitihada walizozifanya.

ili tupate amani. Mnajua tuko suzo kipasion, ilibidi sisi wanabunge kila mtu akuwa anatoa kumshahara wake kila mwisho wa mwezi, kila mwanabunge anatoa dolari mia tano kila mwisho wa mwezi. Tuko na kesi moya tunaita kesi nationale ya solidarite kuwazalendo u kumaefort de guerre, na kwa sasa ilibidi tujifunze namna gani tutakuwa tunafanya misaada polepole pole lakini hiyo ndiyo circonstance yenye natuma leo tufanye msaada kama na huu hii msaada nawaza, territoire zote za Sud Kivu zilipata, vile vile Nord Kivu itapata vilevile vile, Ituri ilipata. Kwa hiyo tulisema kwanza province ziko kwa atake zote, tuone namna gani tunaweza saidiana. Hiyo ni politique ya gestion ya mheshimiwa Vital Kamerhe au niveau ya assemblee nationale. Alitia hiyo akaonesha namna gani na sisi tunaweza tukafanya tuchangie, ili wazalendo ambao wamejitolea kwa kupigania nchi wao nao wapate msaada fulani. Ijapokuwa hii mnajua kama assemble national tayari mambo ya rats iliingiza ndani ya BJG, ministeri of defense, lakini ni hivyo hivyo tutaendelea kufanya suivi ili wote wapate ile wanapashwa pata kila wakati na kuwachukulia eh, kwa kazi kubwa wanafanya. Eh, tulikuja na wanabunge wote kama tulisema na waza. Kwa mara nyingine, mtaona tunaweza tukachangana hata na wadepute wa teritwari zingine, ili tuoneshe solidarite yetu upande wake. Mbunge msenyi bwa Pele Janvier ameonyesha hapa ni vitu gani walivyovileta kwa ajili ya kusaidia wazalendo. Ndugu zangu, leo tuko hapa kwa sababu kuna ndugu zetu waliokubali kulala nje. Waliosema kwamba hatuwezi kubali wale watu ambao wanatokea Rwanda waje kutunyanganya vitu vyetu, waje kutunyanganya nini, udongo wetu, kaitaveleese sisi kama vile watoto wenu mliochagua

Baraka, vikao na vikao vilishafanyiwa ili mukuwe pamoja na sisi. Leo tunapenda tuoneshe na mutuoneshe kama muko kitu kimoja. Sisi wabunge tuko kitu kimoja na nyinyi, mambo ambapo muliongea na tukasaini pale Uvira tulisema Fizi itakuwa na umoja bila kumichosha. Nitaomba protokoli isukume nyama hapa kwa mbele yangu, watu wote waione iyone malanda ovonga malemalya. Kwa hiyo tutaachia charge ku varesiponsabe bavipembwe. Tunaomba bareprezanta bote bavipembwe venye valitaiwa hapa vafike mbele yangu bote kwa jumla, wadugu wa reprezanta a vipembwe, sisi kama vile wabunge wanaopatikana pale Kinshasa, na munasema malalamiko yenu lazima tufikishe kwa raisi. Hatutakuwa na malalamiko ya kila grupe aila, vile tunapasha kuwa na malalamiko ya watoto wa Fizi en general. Sasa mulisema mutakuwa pamoja na mutatumikia pamoja. Tunamipa ng'ombe hii muichinje, mwioneshe alama kama munapendana mbele ya hii raia, kwa sababu sisi njo munatuchunga na sisi tunamitia. Bila sisi hamuna nguvu, sisi raia na grupe yote itaenda tena kinyume. Na hapa tutaambia wale wazee wamishughulikie. Kumbe ng'ombe yenu hii mwenjo mutaipanga porograme gisi mutaichinja upande wake mwakilishi wa wazalendo ametaja kushukuru hatua walioifanya wabunge hao wa taifa hasa kuweza kuajali. Nafurahi sana kabisa kupata mda kama huu hii, na mimi simama mbele yenu, nito shukurani zangu. Kweli nafurahi sana kuona wabunge wetu kweli, nyie watu mumefika hapa ili muweze kutembelea sisi wa wazalendo. Mumejua kweli kama wazalendo huko hapa Baraka, na kwa niaba ya wazalendo ninasema aksanti kwanza kwa rais wetu kwa gisi alijua kama wazalendo ni watoto wa inchi na wazalendo wanaweza kutetelea inchi yao, ese hebalo hapo, natoa shukurani zangu tele kwake. Na shukurani zangu za pili nimegeukia kwake maire de la ville kwa kuweza kuunga pia wazalendo mkono kuwa nao sambamba kwa kutumika nao kabisa hapa Baraka. Tukiwa tu Baraka, ni kwamba saki kumi na tisa za mchele pamoja na tani nne za ferabeto kupelekwa. Hayo ndio matokeo ya kitendo cha wizi kilichoripotiwa kwenye duka mbili tofauti katika kata la makampani mjini Baraka, usiku wa Ijumaa kwa mkia a Jumamosi ya tariki thelathini na moja 2025. vitendo vya wizi vinaendelea kuripotiwa kila kuchao ndani ya mji wa Baraka na hiyo inapelekea raia kuwa na wasiwasi wa mkubwa. Akizungumza na tv yako, Bwana Omar mwanga mmoja wa tukio hilo ametoa hapa picha kile kilichotokea akiomba kwa vitengo husika na usalama kuwajibika vyema. Ilikuwa asubuhi, wakati tunajianda kufika kukazi kwa mdabiti, venye tulifika hapa kukazi, ile si kufika, tukakuya kuta kwenye tunatiaka mafera ya beton, hakuna tena fera ya beton hata moja. Ina maana tulifika tu tukakuta ile maminyororo zenye tunafungaka nazo mafera ya beton ndo zinaacha zinatupiwa chini, fera ya beton zote zinaenda, kwa sababu hapa kuko milango nyingi. Mimi apa kwangu walinibeba mafera ya beton zote ambazo zilikuwa inje na kumlango jirani ya panako. Kuna vitu ambavyo walivyobeba walivunja, wakaingia ndani na wakachukua vitu, kwa walichukua mchele mu depo jirani, walibeba saki tu nyingi za mchele. sizani ka mtu mmoja anaweza akaweza kuchukua fera ya beton kwa sababu mukila kolia fera ya beton banakuaka banafunga amo DPS na wakati kuko klia na kuya hasa vile tumservir sisi wenyewe watukuwagi tunaweza kunyangula ile koli moja inakuwaka, inatubidi wale inakuwa kina tuomba kuwe mwingine mutu ambaye tutasaidiana naye ili tunyangule ile koli tutie chini. Ina maana vye venye valikuya ziiba akukua mtu mmoja juu mtu mmoja aweze hata vikue yaye kunyangula ile koli za fera beto. Na tuliona hapa asubuhi, vyenye tulikuwa tunafika tuliona maservise ya bilete, ina maana maservise za sekirite zilianza kufika. Vitengo vingi vingi tu vilifika hapa, kuna kitengo cha wazalendo walifika. Tuliona hapa wengine watu kaza wakaza, hata kama tukujua kuwaidentifie walikuwa wanani, lakini wenye tuliona na tuliidentifye wenye walikuwa hapa kukua kufatililia hali walikuwa wazalendo, ndo tuko tu hivi, tujui waisha enda wanakamata ma information. Tujue sasa kama kipi ambacho kitakachofuata, kama mchuruzi kama kuko wizi ambao unatendeka, inakuwaka inatugusa kwa sababu inakuwaka inaturudisha nyuma, na inaweza kuwa tu vizuri, naweza omba wala naweza lanse kri dalarme ku maservise sekuriter wazidi kutusaidia kutuchunga sisi raia na mali zetu, kwa sababu kama tunavyojua, kazi kubwa ya maservice de securite ni kuchunga raia na mali zake. Lakini kama tunaanza ona, tunaamuka, tunakua kuta fasi ambako mali ziko haziko tena, ili inatugusa, inatugusa kabisa, tena inatuumiza na kwengineko ni huko Kilembwe ambako mkuu wa sekta ya Lulenge pa Kilembwe, Zawadi ya Bandelo wa Bambe, ameomba kwa baadhi ya makundi wa wazalendo kuachana na tabia ya kuwa anapiga risasi ovyo, kwani inakuwa na vinyume vingi kwa raia. Katika mahojiano na TV yako namba moja, huyo wa sekta Lulenge, e, ubele, maa, sekta ya Lulenge ameanza hapa kuonyesha namna gani walivyokuwa katika siku za nyuma. Ukweli ni kwamba sekta ya Lulenge ndio ya risasi na sikilika. Kwa sababu gani? Niseme hivi ni grupe mbili parseque kiembo kuko grupe tatu, na zote hizo grupe tatu kuna grupe mbili ambayo walisababisha kupigwa kwa masasi ya uwingi ni grupe yas na grupe ya ya ya, ya grupe ni grupe de jeu, na hiyo pia ilichangia hata wengine wenzao grupe ya tatu ya auto defense nao wakaanza iza hiyo tabia. Yana maana kwamba pabariere zenye waliherigie galema, hiyo ilikuwa masababu watu wakikataa kulipa hapo, inabidi masasi zianze pigwa. Watu wakikataa kulipa hapa, inabidi watu wapigwe simbo sana. Yana maana kwamba raia wa sekta ya, ya Lulenge, kutokana na hizo barieri ndiyo chanzo kubwa ambayo ilisababisha masasi kupigwa kwa wingi. Inawaza wakati tuna siprime na wapo wanatusikia e, hata masasi kila siku itaisha. Upande mwingine mkuu kiongozi huyo ameomba kwa kuu viongozi wa wazalendo kubadili wazalendo waliokopa Kilembwe kwa sasa na kuwatumia wengine. Lakini mimi kama kiongozi naweza kuambia wakuu wa wazalendo ya kwamba ombi langu na la raia mzima ya sekta ya Lulenge ni hiyo kikundi, hivi vikundi vyenye kuwa hapa hapa Lulenge viondoshwe na watutumie vikundi vingine, tutakuwa tunaleta suluhisho kubwa kwa hiyo matatizo ya raia wa Lulenge tumekwisha kuendelea kufanya hizo mapedoye kwa seigneur de guerre wa hivi vyote v matumaini yapo sababu e, jeshi kama ideolojia yao wazalendo ni jeshi la kii u wa serikali wa kiraia, yana maana wakati sisi tunasema wanawajibika kuwa wanatusikia, sababu ni jeshi letu, ni wanaitwa ni wa reserve kwenye kusaidia jeshi la FARDC, yana maana kwamba wanawajibika malalamiko ya raia e, ndugu mtangazaji, acha nikwambie ya kwamba raia kama unavyomtambua raia, akisikia mrio wa risasi ni cheti e, atetemeke hata na kukimbia porini e, sichuke masasi zenyewe zilikuwa zinapigwa karibu na hospitali general de reference ya Kilembwe, hawezi kubali. Watu wengi walikimbia, hata watu wengi mupitale, wenye walikuwa mhospitali, wenye bato walikuwa wacha lipa waliprofite kukimbia mwa ile mwa ile janga, na wengi wakaenda. Hata hospitali ilikosa kuingiza ile kidogo ambao wanapaswa kuingiza, donc dans le sens negatif, ilikoze madegaza mingi. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almas. Takuomba usisau ku like share na subscribe, ili waanze kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Hii ni Fizi News 24 TV ambayo nakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sina la ziada. Bye, bye.